Wazo lako fursa yako. Kwa majina naitwa Silvano Sedomir Mush, ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya. Wazo wangu lilikuwa linasema inua kipaji platform. Wazo hili nimeanza kulitimiza kupitia NGO, au taasisi isiyo ya kiserikali ambayo inaenda kuianzisha hivi karibuni inayoitwa YouthUP Potential Network. Nitaelezea kidogo lakini, naomba nianze na uh, na kama historia fupi. Ninachoamini na kutokana na tafiti mbalimbali kutoka kwa watu wa psychology kwamba kila binadamu au asilimia kubwa ya wanadamu ambao wanazaliwa wakiwa wazima wa afya wanakuwa na uwezo wa kufanya kitu kikubwa hapa duniani, wanao uwezo wa kufanya kitu kikubwa na kupelekea maendeleo katika jamii yao, kuanzia maendeleo yao binafsi na maendeleo ya jamii nzima. Asilimia kubwa ya vijana ambao walipata uwezo wa kujua kwa wana uwezo wa kufanya kitu fulani katika jamii waliopo na kugundua kwamba jamii yangu ina tatizo fulani na naweza kutatua vipi, wameweza kufanikiwa sana kwenye maisha na kupelekea maendeleo makubwa kwenye jamii zao. Mfano mzuri ni watu kama wakina Muhamed almaarufu uh, kama Mo ambaye ameanzisha brand au biashara ambayo inasaidia watu wengi, lakini pia kuna watu mbalimbali, kwa mfano uh, kama umekuwa mfuatiliaji mzuri wa watu mbalimbali Afrika, nadhani unamfahamu uh, the boy who harnessed the wind. Huyu kijana alikuwa hana uwezo wowote, lakini kwa sababu alikuwa na passion, lakini pia alipata ujuzi zistahiki ujuzi huu ulimsaidia yeye kutatua tatizo lililopo kwenye jamii yake. Fuatilia vizuri, unaweza ukagundua kuhusu hichi ninachokiongea hapa. Kupitia Youth Up Potential Network unaenda unleash kuanlish potential za watu, potential za individual hasa hasa za vijana mbalimbali ambao wana uwezo wa kufanya mambo makubwa kwenye hii jamii yetu. Jambo kubwa ambalo nilikuwa sijalifahamu na ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa ambayo nashukuru taasisi ya Timiza Ndoto Jiajiri na kupitia project yao ya Wazo Fursa Yako wako. nimejifunza leo ni namna gani naweza nikaenda kutatua changamoto ambayo nilikuwa nayo. Changamoto kubwa ilikuwa ina nitatiza kwenye Youth Up Potential Network, ni namna gani nitaifanya NGO yangu iweze kuwa ya muda mrefu na iweze kufanya yale ya-, vid, uh, kwa, ya yale ambayo tumeanalyze kama misheni yetu kwa muda mrefu. Kupitia Twitter wa timiza ndoto jiajiri siku ya leo nimejifunza kwamba I have to make some follow up lakini pia inabidi ni- uh, nitafute funds ambazo zinaweza zikasaidia mimi kuti, uh, wazo langu likawa sustainable kwa muda mrefu. Na kitu kikubwa ambacho nimejifunza leo ni kuhusu crowdfunding. Uh, kama nilivyozungumzia Twitter kwa siku ya leo, so kupitia hizi ninaweza nikatatua changamoto ambayo nilikuwa nayo kwa muda mrefu. Asante sana, na nategemea kuanzisha NGO yangu muda mfupi baada ya wiki kama mbili hivi.